Mkulima hapa, kama kawaida, tunaendelea na ziara za kuwatembelea wakulima, na huyu ni mkulima ambaye pia tulimtembelea wiki moja iliyopita na tuliweza kumshauri mambo kadhaa kwenye nyanya yake kubwa. Lakini leo tuko kwenye shamba jingine, hii ni nyanya ndogo ambayo ndo kwanza ameipanda. Tutataka tuzungumze naye machache, lakini tuna machache pia ya kushare naye na kumshauri katika nyanya hii, nini ambacho anastahili kukifanya ili aweze kuenda nayo vizuri. Mkulima, karibu, wasalimia wakulima wenzetu, alafu tutaendelea. Asante. Kwa majina inaitwa Neema Joni nipoenda Saki, ni mkulima wa nyanya na mpenzi tena mpenzi wa nyanya mno, na wasalimia wakulima wenzangu. Kuna hii nyanya mnayoiona hapa, imeipanda ndio, ina wiki, ndio ina wiki. Ndio ina wiki moja, hmm? Sasa, nata, nata, natafuta ushauri nifanyaje ili nyanya sasa iendelee vizuri. Sawa, Madam Neema. Kwa hiyo ina wiki na bado ratiba za dozi hujaanza. Sijaanza hata moja. Mm. <coughs> Na utaratibu wa kupanda ulifanyaje? Hebu waeleze, ulipandia pengine dapu au ulipanda bila dapu? Unategemea kuweka sasa hivi au ulifanyaje? Nilipanda na dampu. Nilipanda na dampu. Hmm. Okay. So. Ok, sawa. Kwa baada ya hapa unatamani sasa kupata mwongozo nini, e, nini nini, kinafata? Okay. Uh, kwa uzoefu wako labda unaweza ukashea na sisi nyanya ikiwa kwenye hatua hii ni wadudu gani wa ambao wage wanakusumbua? Hapa ni wadudu wa panzi. Panzi. <laughs> Sahihi kabisa na sumu za panzi ambazo mara nyingi wao unatumia wao unatumia dudu asele mekti. Ndio. Sana nadudu, sana. Nadudu meti. Ndio nazo zitumia. Aha. Sawa kabisa. Mm-hmm. Sasa mkulima, nafikiri tutapiga stori hapa na Daneema kwa nyanya yake hii sasa, tayari hapa imeshashika, tutampa programu ya mbolea. Hapa ni nini ambacho anatakiwa kuzingatia kwenye mbolea? Lakini cha pili programu ya madawa ya ukungu pamoja na wadudu. Tukianza kwenye upande wa ya sahihi ulipanda na mbolea moja kwa moja. Ingawaje wakati mwingine tunaweza tukakushauri mmm upande bila mbolea. Changamoto ya kupanda na mbolea moja kwa moja ni endapo endapo miche itakufa kwa kasi. Kwa mfano nyenye mwezi wa tisa wa kumi hali ya joto na uweko juu sana, kwa hiyo unakuta miche inakufa kwa kasi sana. Nimesha kiona hicho. Eh, eh. Sasa <laughs> kwa wakati ule sasa ukipandia na mbolea moja kwa moja unajikuta unapoteza mbolea yako nyingi gaps zile ambazo zinakuwa zimekufa, unakuwa ulishaeka mbolea na mbolea ni gharama, kwa hiyo bado